Haya, kama Dkt Emanueli, leo nimekuletea yale kwa sisi tunaita ivitezateza. Angalia ki vizuri, ivitezateza. Hiyo ni kwa kabila changu Muha, wale wa tunaelewana hapo. Wewe, hii hapa ni ivitezateza. Hii ni kwa wewe ambaye unasumbuliwa na miguu yako imevimba. E, miguu kama imevimba, hakikisha unavikicha hivi ina asili ya utelezi, angalia vizuri, unaiona? Yani hapa ina, ina, ina nani, sio kwamba na napikicha mwenyewe, yaani vinateleza vibaya mno. Angalia vizuri, ukishapikicha kama hivi, unaiona? Ukishaipikicha kama hivi, unaiona? Ina asili ya udenda, udenda. Angalia unaona, unaiona? Sasa basi, wewe ambayo umevimba miguu, utakachokifanya unachua, kama ni miguu au kama ni mkono, unafanya kama unachua hivi, iwe mkono, iwe ni mguu, iwe ni sehemu yoyote yenye maumivu, unachua kama hivi, unarara nayo hivi hivi unavyoiona. Ukisharara nayo kesho yake tena hivyo hivyo, na una uwezo wa kutumia mpaka kuchemsha au kusaga juisi ukatumia kunywa. Hakikisha unafanya hivyo kama una maumivu au umekanyaga sehemu yoyote mbaya ambayo unahisi ni ya ushiriki, sehemu yoyote ambayo unajua ni ya kichawi, utakuja kunishukuru sana. Tiba ni hizi jamani. Ukikuta nimeiandaa vizuri, nikikuuzia, unaweza zikasema sio yenyewe, ila dawa ni hizi hizi. Usije ukaambiwa na mtu yoyote eti dawa sijui nini, nini. Hamna kitu, ni hizi hizi ambazo unadharau Yaangalie vizuri usije tena ukawa unauliza tena maswali, ukawa na maswali mengi sana kuhusiana na tiba hizi jamani. Emu fanya wewe mwenyewe bila kwenda kwa mganga yoyote, tibia wewe mwenyewe bila kwenda kwa mganga yoyote. Lakini usisahau kuwa mimi nakufundisha, inatakiwa ufollow page hii, inatakiwa ushare video hii ili waonekane watu wengi sana waione, watu we wengi sana kwa sababu we umejifunza. Kuna mwingine hajaiona, utakapo share watu wengi wataweza kuiona video hii L lakini pia utakuwa umewasaidia kupona maradhi, baadhi ya maradhi sio mpaka kwenda kwa mganga. Sasa hivi tiba mambo yote hadharani, dokta ni mmoja na sijai kufeli hata siku moja. Hiyo hapo shika hiyo. Haya, kama Dokta Emanueli leo nimekuletea yale kwa sisi tunaita ivitezateza. Angalia ki vizuri, iviteza ivitezateza. Hiyo ni kwa kabila changu Muha, wale Waha tunaelewana hapo. Wewe hii hapa ni ivitezateza. Hii ni kwa wewe ambaye unasumbuliwa na miguu yako imevimba e. Miguu kama imevimba, hakikisha unavipikicha, hivi ina asili ya utelezi. Angalia vizuri unaiona yaani, hapa ina, ina nani, sio kwamba napikicha na mwenyewe yaani, vinateleza vibaya mno. Angalia vizuri, ukishapikicha kama hivi, unaiona ukishaipikicha kama hivi, unaiona. Ina asili ya udenda, udenda. Angalia unaona, unaiona? Sasa basi, wewe ambaye umevimba miguu, utakachokifanya Unachua kama ni miguu au kama ni mkono, unafanya kama unachua hivi, iwe mkono, iwe ni mguu, iwe ni sehemu yoyote yenye maumivu. Unachua kama hivi, unarara nayo hivi hivi, unavyoiona ukisharara nayo, kesho yake tena hivyo hivyo, na una uwezo wa kutumia mpaka kuchemsha au kusaga juisi ukatumia kunywa. Hakikisha unafanya hivyo kama una maumivu au mekanyaga sehemu yoyote mbaya ambayo unahisi ni ushiriki sehemu yoyote ambayo unajua ni ya kichawi, utakuja kunishukuru sana. Tiba ni hizi jamani, ukikuta nimeiandaa vizuri nikikuuzia, unaweza ukasema sio yenyewe, ila dawa ni hizi hizi. Usije ukaambiwa na mtu yoyote eti dawa sijui nini nini, amna kitu, ni hizi hizi ambazo unadharau. Yaangalie vizuri, usije tena ukawa unauliza tena maswali, ukawa na maswali mengi sana kuhusiana na tiba hizi jamani. E, emu fanya wewe mwenyewe bila kwenda kwa mganga yoyote, tibia wewe mwenyewe bila kwenda kwa mganga yoyote, lakini usisahau kuwa mimi nakufundisha, inatakiwa uforo page hii, inatakiwa ushee video hii ili waonekane watu wengi sana waione, watu we wengi sana kwa sababu we umejifunza. Kuna mwingine hajaiona, utakapo share watu wengi wataweza kuiona video hii l lakini, pia utakuwa umewasaidia kupona maradhi, baadhi ya maradhi sio mpaka kwenda kwa mganga. Sasa hivi tiba mambo yote hadharani. Dokta ni mmoja na sijai kufeli hata siku moja, hiyo aposhika hiyo